Leo ni siku ya redio duniani. Unaweza ukafikiri kwamba redio ni chombo tu kama chengine cha habari, lakini ukweli ni kwamba kwa zaidi ya karne moja imekuwa mojawapo ya nyenzo muhimu yenye ushawishi mkubwa na inaoleta watu pamoja kote duniani. Iwe unasikiliza habari muhimu, wimbo unaovuma au ripoti za maeneo mbalimbali ya dunia, redio inaleta ushirikishwaji mkubwa kuliko chombo kingine chochote cha habari. Leo Februari 13 ni siku ya redio duniani, siku iliyowekwa kutambua juhudi za waandishi na watangazaji kwa habari wanazoripoti, sauti wanazozipa nafasi katika jamii, pamoja na ripoti mbalimbali wanazopeperusha. Kila mwaka kuna kauli mbiu, na hii leo ni akili mnemba: ni nyenzo, sio sauti. Labda unaweza kujiuliza tu, kwa ufupi, akili mnemba ni nini hasa? Kuelezea kwa ufupi tu kabla ya kofupi, kuingia ndani ya mjadala huu, ni kwamba ni teknolojia inayowezesha kompyuta au mashine kufikiria au kufanya maamuzi kama binadamu. Hii ni tawi la sayansi za kompyuta, inaloelezea mifumo yenye uwezo wa kutambua mazingira pamoja na kutatua matatizo. Swali ni je, inatumika vipi katika redio? Kuchangia mjadala huu wa siku leo hii niko kwenye laini ya simu, niko naye Jamhuri mwa Vyombo, huyu ni mwandishi na mtangazaji mstaafu wa shirika la habari la BBC aliyeko nchini Kenya. Pia kuna mtangazaji chipukizi kwenye laini ya simu Fahima Ibrahim aliyeko Uganda, na shabiki sugu wa redio Kanuti Liamba aliyeko Tanzania. Sijui kama nyote mnanipata Tunakupata vizuri kabisa. Tuna kupata. Shukran sana na karibuni na shukran kwa kuchangia ama kukubali kuchangia mjadala huu wa leo. Sasa nikianza na wewe Bimo Vyombo, wewe ni mwandishi na mtangazaji mstaafu japo taaluma hii ukiniuliza mimi nitasema haina kustaafu, maana inaingiliana na maisha ya leo ya kila mwananchi mahali popote pale. Sasa umefanya kazi wakati ambapo redio bado ilikuwa inatumia mfumo analogi hadi sasa kuelekea dijitali, na tunaona teknolojia hii inazidi kupanuka, akili mnemba nayo imeingia. Unazungumziaje mabadiliko haya ya utendaji kazi wa redio? Kwa kifupi, mabadiliko makubwa makubwa, yani ukianzia hasa upande wa vifaa ambavyo tulikuwa tukitumia wakati ule, hasa wakati huu tulipokuwa tuko chuoni ndo tuwasomea hii kazi, vifaa vyenyewe vilikuwa ni vizito unabeba uh, kwa, kwa, kwa, kwa muda mrefu. Pia ukija ukisema unachukua ile taarifa, inakuchukua kwa muda mrefu kuja kuiandaa, lakini siku hizi mambo yamekuwa mepesi kwa upande huo. Lakini naomba niongeze kitu kidogo kwamba misingi ya uandishi hasa kwa upande wa redio na hu, katika hizi tasnia zingine inabaki vile vile kwamba lazima taarifa yako iwe yaku, imekamilika kwa kila upande, ukizungumzia okay. Misingi unazungumzia nini hasa hapa? Misingi hapo nazungumza ule uandishi habari, kwamba jinsi unavyoiandaa taarifa, jinsi unavyozungumza na watu kuna ile mafunzo ma, ma, ma, ma, ma ambayo umepewa sasa. Sio kila mmoja anaweza kuwa mwandishi wa habari mm -hmm. Kila mmoja anaweza kuwa chanzo cha habari, lakini mwandishi wa habari, kuna ule utaalamu ambao umefundishwa, ambayo sasa ndio unakuja kuiandaa ile habari kutumia misingi hiyo, kwa mfano kuwapa watu sauti ambao hawana sauti na kuhakikisha humdhalilishi mtu kwenye ule uandishi, kuna miko, humharibii jina, unampa ile tunaita right of reply kama okay. Na pengine anatuhumiwa kwa kitu vitu kama hivi. Sasa tukiangalia suala la ubora uh, bimwa vyombo, kuna hofu yoyote labda ya kushuka kwa viwango ama ni tumaini la kuimarika kwa viwango hivyo kwa kutumia akili mnemba? Sasa hapo tunazungumzia kwamba ni kuna ule ambao tunauita ni ubinadamu ubinadamu wakati wowote wa hauwezi kuwa ile akili mnemba itachukua nafasi ya binadamu. Hapana, maanake binadamu ana hisia. mm -hmm. Anapozu, unapozungumza na mtu pengine yuko kwenye madhila na nini, wewe pia nakugusa, huoneshi sana pale, kwa sababu wewe haja yako ni kwamba ile taarifa imfikie msikilizaji kwa ubora wake, lakini bila shaka hata wewe pia itakugusa hata wewe pia unaona, hapa uulize vipi mtu u, kuna habari zingine ambazo zinakuwa kidogo, kwa mfano unazungumza na mtoto yaani, alimradi ni kwamba binadamu na kiumbe ambacho unachokiita bandia ni tofauti mm-hmm. Fahima, labda nikikugeukia wewe, wewe ni mwandishi chipukizi. Kwanza kabisa, haya mabadiliko yamekufikia katika utendaji wako wa kazi? Fahima, okay. Sijui kama unanipata. Naam, naona kidogo hapa tumempoteza, lakini hakuna neno. Atakaporudi bila shaka ataweza kunijibu hilo. Kugeukia kwako Kanuti, wewe ni umesema ni shabiki sugu sana wa redio. Sasa tunaona kwamba teknolojia imesonga kwa kasi, watu wanapata habari mitandaoni pamoja na mifumo mingine mbalimbali, lakini mbona wewe bado uh unazidi kushabikia redio? Bwana, Dada Tatu Kalema, mi naweza nikasema kwamba redio nimeanza kuisikiliza siku nyingi sana. Kwanza redio ninachoipendea ni kwamba yani hata ukiwa kijijini, redio inakufikia tofauti na haya mambo ya teknolojia, mfano labda pengine midia za mtandaoni nini, unaweza ukawa huko sehemu ya kijijini, lakini ukashindwa kupata habari kutokana na kwamba kutokana na kwamba ile ile ile labda pengine kule kijijini uliko, labda kuna mambo ya mtandao nini, mtandao unasumbua, lakini sasa redio kwa vyovyote vile itakufikia tu. Yani kwa vyovyote vile itakufikia na habari utaipata, kwa sababu nikizungumzia mimi redio naikubali kwa sababu nimeanza kusikiliza redio siku nyingi sana mm -hmm. Na naikubali kuliko kitu chochote, kwa sababu ninapotaka ni kupata habari lazima nisikilize redio, tofauti na haya mambo ya teknolojia yaliyokuja sahizi. Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa sana kati ya redio na haya mambo ya teknolojia ya sahizi ambayo nayo na yapo yanachukua lakini nafasi yake eh, kwa kwa kwa, kwa namna fulani hivi na yenyewe ana nafasi lakini, sasa mimi binafsi naendelea kuikubali redio tangu enzi na enzi, na nimekuwa nikifatilia redio na nikisikiliza redio najisikia amani kabisa yani. Yaani, kwa kweli, redio inanikosha sana, naipenda sana redio. Sasa unadhani bado ni chombo kinachotoa taarifa zinazokidhi mahitaji ya wasikilizaji ukilinganisha na mitandao ya kijamii? Redio mimi nasema kwamba bado ni chombo muhimu sana ambacho kinatoa taarifa kwa sababu ninachosema hivyo, kuna haya mambo ya teknolojia, kwa mfano kama mitandao ya kijamii nini na na na vinginevyo, kwa sababu tunaposema mambo ya haya ya teknolojia sahizi, kwa sababu mtu anaweza kaiona habari labda pengine mtandaoni. Ehe, ile habari yani labda pengine sio habari ya kuaminika, lakini sasa uta- utakuta huyu ka, yani huyu labda pengine kaiweka habari sio ya kuaminika, alafu na mwingine anaamini hivyo alafu inaenda kwa mwingine, inaendelea kusambaa bila kuwa na chan, yani bila kuwa na chanzo muhimu, yani yule anayeianzisha ile habari anakuwa sasa ha, yani hayupo, yani hayupo sahihi, lakini sasa itasambaa sana mtandaoni lakini inakuwa haina ukweli tofauti na redio. redio kwa mfano ukiisikiliza yani, yani, redio inakuwa haina ile kusambaza mambo labda pengine kusema kwamba, ili, kwamba kwamba labda pengine hii taarifa inasambaa inasambaa labda pengine ikisha yani inakuwa tuseme inakuwa na chanzo cha yani, inakuwa na chanzo cha habari ambacho ni cha uhakika. Naam, nikikugeukia uh, Bimwa vyombo unadhani kuna hofu ya umuhimu wa redio kutokomea katika jamii katika siku za mbeleni, maanake tunaona dijitali ama teknolojia inazidi kusonga kasi sana? Hofu hiyo mimi, na nikimsikiliza shabiki wa redio kama ivyo ambavyo mwenyewe anajionyesha, anaji, kwamba ni shabiki sugu wa redio mm -hmm, hiyo hofu nafikiri haipo, haipo kabisa. Kwa sababu gani? Kwa sababu redio ndio ilikuwa mama wa hawa wengine ma- habari za redio ndo hivyo zinafika mbali. Redio ina urahisi wa namna fulani wa jinsi uh, msikilizaji anavyopokea na pia yule ambaye anarusha matangazo yake kwenye redio, pia unafuu upo sana, inafikia watu wengi zaidi. Na nafikiri ukiangalia kwenye tafiti mbalimbali ambazo zishafanywa kuhusiana na usikilizaji wa redio utaona kwamba wasikilizaji wa redio bado ni wengi, mm -hmm. Wenyewe wanavyosema kwamba redio bado ni ni mfalme. Lakini sasa je, yeah, wawekezaji wataichukulia kwa thamani ile ambayo redio inayo, ama unaona? Kwa sababu changamoto iliyopo sasa hivi, unaona wawekezaji wanakimbilia kuwekeza zaidi katika hii hizi tasnia zingine ya mifumo um, um, um, mingine ya redio kama hivyo unavyosema dijitali eh, eh, mitandao ya kijamii upande uh, wa televisheni pia, yaani kwamba watu sasa wanakuwa wanataka ule muonekano zaidi naam, wa, so, ukiangalia pia naam. Uh, sam, samaha, niendelea tu naam. Sasa ndio nasema kwa mfano mzuri mfano mfano nikikupa ni U, u, u, mtu akiambiwa achague kuangalia mpira kwenye kwa kutazama ama kwa kusikiza, utaona mm -hmm. wengi wanakimbilia kwa kutazama. Mfano hai yani, upande wa pili wa studio mwenzangu Suleiman alikuwa anafuatilia fuatilia wafuatiliaji wetu, anasema nini, sijui wanasema nini kufikia sasa ama wanandolote wanataka kujua kufikia sasa Mm -hmm. Tatu, wapo watu katika mitandao mbalimbali ya, ya DW baada ya chapisho hili, wengi wanaeleza kwamba akili mnemba ni nzuri. Kwa mfano anaita Sharidi anasema akili mnemba ni nzuri, lakini ikitumiwa vizuri na vyombo vyenyewe vya habari, lazima vij, vijitanabaishe vijitana, katika matumizi haya ya teknolojia mm -hmm. Lakini huyu mwingine anasema yeye ye, ye, anaeleza kwamba akili mnemba ni kama inahatarisha kazi za watu, lakini pia inaleta fursa mpya. Kwa hiyo katika maoni haya ambayo naona katika mitandao ya kijamii, wengi wao wanataka kueleza kwamba redio inabaki kuwa msingi wa habari ulimwenguni, lakini pia wao wanaeleza kwamba redio pia inalo jukumu hilo hilo la kuweza kuwafanya watu waelewe kwamba matumizi haya akili mnemba yafanyike vipi. Kwa hiyo narudi pale kwenye jukumu la vyombo vya habari vyenyewe kuhakikisha kwamba matumizi haya ya teknolojia ya, yawe katika nafasi ambayo inampa fursa msikilizaji ama mtu wa kawaida, kwa sababu sio kila mmoja anafahamu mitandao ya kijamii, sio kila mmoja anaweza kutumia teknolojia hii, mm -hmm, lakini teknolojia hii kwa hiyo teknolojia ipo, lakini redio ipo. Sasa jukumu la redio kuhakikisha kwamba haya yote yanayotokea yanayo katika kipindi hiki cha mabadiliko ya teknolojia mm -hmm. yanabaki vipi? Ndo maoni ambayo wengi wao katika mitandao ya kijamii wanakuwa wanataka kufahamu zaidi na kueleza kwamba wengi wanaona ni na mchango mzuri, inaleta fursa mpya, lakini itatumika vipi, wanasubiri pia mchango tena wa redio uweze kuwasaidia namna ya kuitumia akili hii mnemba. Bi Mwavyombo, tumesikia Suleiman wakisema kwamba kuna mmoja anasema pia akili mnemba imekuja kuhatarisha. Kuna swala la upotoshaji mara nyingi hasa katika habari ambazo zinasambaa katika mitandao mbalimbali mbali. labda ukilinganisha na wakati ambapo wewe ulikuwa unafanya katika redio wakati wa analogi, swala hili mlikuwa mnaliepuka vipi, ama ni kitu gani ambacho kinastahili kufanyika hivi sasa wakati ambapo kuna akili mnemba sasa? hii changamoto ya habari ambazo ni za upotoshaji, nafikiri ndio hatari kubwa ya sasa hivi katika tasnia nzima ya uandishi, kwa sababu yule ambaye anasambaza ana hizi habari za uongo, nia yake haieleweki. Lakini kwenye hii mifumo ya kwamba hizi ni taarifa zimeandaliwa, mtu anakuwa ni yaani, yule anayeandaa ile taarifa anakuwa na umakini sana, umakini kiasi kwamba huwezi wewe kuja kusema leo nimetangaza kitu alafu ukisha uje useme ah, samahani kile kitu kilikuwa ni uongo. Ama hata kama hutasema, lakini msikilizaji kule atasema mmm, mbona hii taarifa hii sivyo? mbona kule mimi ninasikia hivyo. Sasa vyombo ni vingi, ndio, lakini msikilizaji pia sasa hivi ameshakuwa na ule umakini wa kubainika kwamba mimi nikikisikiliza chombo hiki ndio kinanipa habari za uhakika. Sasa changamoto ndio iko hapo kwamba wa waandaji wa taarifa wajizatiti kuzingatia ile misingi. Halafu sasa, tatizo linalokuja ni kwamba hizi habari za um, hapa na pale ni kwamba yule ambaye anasambaza hizi habari si, hajashuhudia kwa mfano, ndio maana mm -hmm. waandishi wanakwenda nyanjani kuangalia, je, huko mambo ya koji hili, lazima nilithibitishe na nani kama taarifa ya polisi, mnazungumzana nani, huyo amenambia amefanyiwa hivi, na yule mwingine anaye anayemnyoshea kidole anasemaje? Kwa hivyo hii sidhani kama kutakuwa na um, mwingiliano mkubwa. Ni kwamba tu ile akili mnemba inamfanya mtu inamrahisisha kazi katika masuala ya utafiti, lakini isiwe ni yaani yenyewe ndio imeachiwa kazi zote. Na sasa umezungumzia changamoto bimwa vyombo, lakini kuna faida pia. Ukiangalia ukisema, ndio kweli aa, siku za nyuma tulikuwa tunafanya hivi, lakini hii akili mnemba imeingia, angalau kuna hiki na hiki kinafanyika kabisa kabisa. Maanake sasa katika ile ku, ku, kuleta kumbukumbu za haraka haraka, unaona, kwa mfano changamoto kubwa ambayo inayopata Uh, redio ama vyombo vingi vya habari ni katika ile kuweka habari za, za, za kale za kihistoria. Kwa mfano, wewe unataka sauti ya mtu fulani ambayo alizungumza miaka hiyo, kwa mfano kama pengine ni, ni, ni, ni malkia ama ni mfalme fulani alizungumza miaka hiyo, lakini sasa hivi ile taarifa, ili ueleze hali halisi ilivyokuwa wakati ule, unaivuta, unaileta kwa haraka, akili mnemba itakusaidia na Kanuti, nikikurudia wewe, unafikiria teknolojia hii ya akili mnemba inaweza kufikia upeo ambao itakubidi wewe kama mtu binafsi useme hapa ilipofikia redio sasa nadhani imepitwa na wakati? ah, dada Tatu Kalema, mi nasema kwamba bado msimamo wangu ni pale pale kwamba hata kama hii itakuja hii akili mnemba hii, lakini bado hii nguvu ya redio bado ipo, bado redio ina nguvu kubwa sana sana sana na sio kirahisi rahisi kwamba eti utaweza kusema kwamba redio sahizi imepitwa na wakati, kwa sababu ninapozungumzia ni yaani, takriban yaani tuseme ni, yaani, yaani, ni, ni muda mrefu sana, redio bado inaaminika kwamba ni chombo pekee ambacho ni cha kutoa habari mm-hmm. Kwa hiyo kusema kwamba hata sahizi kwamba kutakuwa labda pengine kuna kusema kwamba ah, itafika wakati tutasema ah sahizi tu mambo tu, tu, ya teknolojia yamekuwa yame yameingia na redio itakuwa imepitwa na wakati, ni jambo ambalo itakuwa ni gumu sana, kama alivyosema dada yangu hapo jamhuri mwa vyombo. Itakuwa ni vigumu sana kwamba eti sahizi itafika wakati kusema kwamba redio imeshapitwa na wakati ni mi... sio rahisi rahisi, sio, rahisi kwa kweli. Kwa hivyo miaka ishirini ijayo bado kanuti tutakuwa naye maajaliwa ya Mola pengine vipi, niongezea, nataka kusema kwamba yani, hii hi, huku kungine kuna kupaa ule uchaguzi no. uwanja mpana maanake, ukikumbuka kama kwa mfano tulikuanzia habari eh, redio ilikuwa ni chombo ni KBC tu kwa mfano hapa Kenya mm -hmm. Lakini hebu angalia sasa hivi uwanja umepanuka kiasi kwamba ah, basi hii nitaka kuangalia kwa, kwa namna hii hii, nitaka kuangalia kwenye TV hii nitaka kuangalia lakini, ukumbuke redio utasikiza taarifa, hukuendelea na kazi zako zingine, shukran sana. La, ukija mm-hmm. kwa mitandao lazima uwe uko pale macho hapo masikio hapo kila kitu umeacha ume kazi zingine zote, sasa ah. hapo tofauti Asante sana, tungeendelea lakini muda nao ndo huo umetupa kisogo, ila tukukumbushia ni kwamba akili mnemba imefungua kurasa mpya, sio tu kwa ajili ya uvumbuzi lakini pia kwa ajili ya kuimarisha uhusiano na wasikilizaji. Inapotumiwa kwa maadili na wajibikaji, kusaidia katika matumizi ya kitaaluma, ubunifu na maadili ya utumishi wa umma, inaweza kuwa mshirika muhimu katika kuimarisha imani ya hadhira. Lakini teknolojia pekee haijengi uaminifu, wa watangazaji wa redio ndio hufanya hilo, na ndio maana bado tunahesabika. Shukran sana Bimwa Vyombo, asante sana Kanuti, kwa kushiriki katika mjadala wa leo.